Karibu kusikiliza habari kutoka Grand Lac1 TV The Sound of News. Unaosikiliza si nyingine ni Grand Lac1 TV. Ili uwe wa kwanza kupata habari zetu bonyeza alama kengele. Like, comment and share. Hapo utakuwa namba moja kabisa kusikiliza habari kutoka Grand Lac1 TV. Grand Lac1 TV The Sound of News. Uvira, Uvira, Uvira. Kamanyola, Kamanyola, Kamanyola. Katogota, Katogota, Katogota. Hizi ni sehemu nyeti za mkoa wa Sud-Kivu ambazo M23 wakipata chansi kidogo tu ya kuteremka Uvira, ya kushika Uvira, mambo yatakuwa yameharibika, maana ndiyo ngome kuu ambayo watu wote wanatolea macho ulimwenguni mzima unatolea macho Uvira. Iweje awa waasi wamekamata Ugoma, wamekamata Bukavu, Uvira inashindikana? Tega sikie, usikie. Mwenye macho ya kuona anaona na mwenye masikio ya kusikia anasikia, mwenye pua ya kunusa ananusa na mwenye mdomo wa kuongea anaongea. Uvira, Uvira, Uvira, nakuita mara tatu. Tunaomba Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hawa ni wanajeshi RDC, msitume watu kuja kuongoza Uvira ambao wasiokuwa wazalendo, msitume watu au msitume viongozi wa kijeshi kuja kuongoza uvira ambayo siyo wazalendo. Nina maana, ndiyo maana nasema hivi, wiki nzima wazalendo walisimama kidete pa Luvungi kwa kupigana takribani siku tatu mfululizo na wale waasi wa M23 ambao wanaungwa mkono na Rwanda. Yani walikuwa wanakuja ni moto kweli kweli. Wanajeshi wote walikuwa wameshakimbia, wanapata bato wanaenda uh, Kalemi, wengine Moba, ila wazalendo walikuwa wana chochote walikuja wakasimama kidete, wakapigana kweli kweli takriban siku tatu, mpaka adui akasema, kweli hapa tumekuta wanaume. Plani ambayo tumekuwa tumepanga imefeli. Wazalendo hawa walikuwa wakiongozwa na Generali Amuri William ya Kutumba na wengine majenerali siwezi taja majina yote, na kuna FDC wengine wazalendo ambao walikataa kukimbia na wale ambao walikuwa wameshakula rushwa, nao wakasimama kidete kwa kupigania sehemu hiyo. Lakini na maskari wengine wa polisi walikuwa wameshakimbia kuvuka sehemu zingine za pili ila wazalendo walisimama wakapigana na wakashinda adui sehemu hiyo, wakatuma ramforo nyingine wakakuja, wakapigwa, wakatuma. Yani walikuwa wamesema nini? Baada ya wiki moja, tunaingia Uvira. Baada ya wiki mbili, tuko Kalemi. Baada ya wiki tatu, tuko Moba. Baada mpaka kwa sasa, takribani miezi tisa ngome hiyo ya Uvira imeshindikana kutobolewa. Ndiyo maana wanatafuta vijana swandiza wa Uvira, wanawapitisha kwenye media, kwenye vyombo vya habari waanze kuongea ongea, ili onekane, au wengine vijana wawashawishike waende kujiunga. Ao mnaona ambao wanaongea kwenye vyombo vya habari sio vijana wa Uvira hao ambao mnaona wanaongea kwenye vyombo vya habari sio vijana wa Fizi. Hao ni mamluki ambao wanajua hiyo lugha ya Kifuliru, ya Kivira, ya Kibembe, wanaenda kuongea ili onekane kweli hawa ni watoto wa hapa. Hao sio, hao ni mamluki, maana ukitafuta hawezi ona wazazi wao hapo wani wanatumika stratejii nyingi ili kwa kuangalia gisi watakamata Uvira. Maana wakishakamata Uvira, Kongo yote hapo apo itakuwa imeanguka. kuna kunatogelezea watu watu swandi za wabunge wa taifa wanakuja kutukana wazalendo, wanakuja kutukana wazalendo. Kumbuka, bila wazalendo ungekuwa wapi? Mbele ya kuongea kitu kumbuka, bila hawa wazalendo leo sisi tungekuwa wapi? Maana usaliti umetapakaa sehemu zote. Mtu ambaye hauwezi wazia naye, yuko ndani kwenye usaliti kwa sababu ya visenti vidogo vidogo. Visenti vitaisha, nchi itabaki milele na milele visenti vitaisha, inchi itabaki milele na milele. Mamadu Ndala alipigania haki, alikuwa kwenye floor, wanampigia simu, waacha ao wapite, rudi nyuma, amekataa. Wakamtegea mtego wenyewe kwenyewe, wakamuua. Mpaka sasa tunavyoongea jina la Mamadu Ndala inasimama kama bendera ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na watoto wake watakumbukwa, watakuwa wanasema nini? Ule ni mtoto wa Madundala, ule ni mtoto wa shujaa. Lumumba alikufia nchi, mpaka sasa watoto wake wanashotwa kidole, ule ni mtoto wa Lumumba, ule ni mtoto wa shujaa. Msizarau wazalendo ambao wako kwenye shamba la mapambano ambayo wanapigania taifa, ili bendera isimame huko. Kiongozi, unaongoza watu, angalia matamshi yako ambayo unaongea, yasije kuleta hasara baadaye. Hao wa hao wahasi wa FM 3 wanaweza kutengeneza Sio wanaweza na wameshatengeneza vikundi vya vijana ambao wanajita wana wa wazalendo, ili kuja kuchafua jina la wazalendo. Wanatengeneza pesa, zimetoka wanatengeneza vikundi vya wa wazalendo, na wanaweka wakuu huyu. E, ndio jenerali huyu, ndio hivi, ndio hivi, ili waje kuchafua wa jina la wazalendo. Waenda sehemu fulani, wanapora enda sehemu fulani wanaiba, ili nionekane ni wazalendo hao. Sio wazalendo hao, ni makundi mamluki ambao wametengenezwa kwa pesa za FCM 23 ambao unaungwa mkono na Rwanda. Uko kiongozi mbele ya kusema maneno, chuja haya maneno. Ambayo niko nasema, niko sahihi wala siko sahihi. Mbunge, chunguza maneno yako, tunakuomba uombe radi kwa matamshi ambayo uliyoongea pale ya uchafua wa zalendo, umechafua taifa kwa ujumla, umechafua taifa kwa ujumla. Kila mtu ambaye alisikia maneno yale alitingiza kichwa, akasema huyu siye labda ameshatupatia mgongo, akija kusema anaonekana wa kwetu, kumbe sio wa kwetu. Hii si nyingine ni Grand Lac TV. Ili we wa kwanza kupata habari zetu, bonyeza alama ya kengele, like, comment, and share. Hapa utakuwa namba moja kabisa kusikiliza habari kutoka Grand Lac TV. Grand Lac TV, the sound of news.